Ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji wapenzi wa redio pamoja na TV Iman pamoja na redio na TV Ifsan, napenda kuchukua fursa hii kuwatangazia Waislamu wote waliopo ndani na nje ya nchi azimio au qarar au taarifa ya kuandama kwa kwa mwezi Shawal mwaka 1446 hijiria sawa na mwaka elfu mbili na ishirini na tano miladia. Ndugu zangu Waislamu, popote pale mlipo, Baraza la Jumuia za Ansari Sunna Tanzania BASUTA, kwa kupitia kamati yake ya mwandamo, inawatangazia Waislamu wote wanaofunga na kufungua kwa mwandamo usiozingatia masafa maalum au mipaka ya kijiografia kwamba tumepokea taarifa ya kuthibitishwa kwa mwandamo wa mwezi Shawali mwaka elfu moja mia nne na arobaini na sita hijiria kutoka nchi zifuatazo Kafari, e, Imarati, Saudi Arabia na Kuwait. Kwa mujibu wa taarifa hizo, leo Jumamosi tarehe 29 Machi mwaka 2025 na mwezi umeonekana. Hivyo basi kesho Jumapili tarehe 30 Machi sawa na tarehe moja Shawali mwaka elfu moja mia nne arobaini na sita hijiria ni siku ya Idi, ni siku ya sikukuu, sikukuu ya Idi Fitri insha Allah. Mtume wa Mwenyezi Mungu yake amesema wa mwezi na amani zie juu yake amesema, fungeni kwa kuonekanwa mwezi na fungueni kwa kuonekanwa mwezi. Wapo na iwapo, mtagubikwa na mawingu ili msiweze kuona mwezi, basi kamilisheni hesabu ya mwezi siku thelathini. Hadithi imepokewa na Imam Bukhari. Sambamba na hayo, tunawakumbusha Waislamu kutoa zakatulfitri kabla ya kumalizika kwa swala ya idi kesho, kwani nje ya muda huu haiwi tena zakatul fitri bali inakuwa ni sadaka kama sadaka nyingine. Pia tunawakumbusha waislamu wote kwamba wa sikukuu ya Idi maana yake ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa fadhila ya kutuwezesha kukamilisha ibada ya saumu na wala siyo wa siku ya kufanya maasi kama wafanyavyo baadhi ya watu wasiochunga mipaka ya Allah subhanahu wa taala. Mwisho, tunamuomba Allah subhanahu wa taala atutakabalie saumu zetu, swala zetu, visimamo vyetu vya usiku na matendo yetu yote mema ambayo tumeyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu yenu katika imani eh, Salim Abdurrahim Barahiyan, mwenyekiti wa kamati ya mwandano mwandamo ya Basuta. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu.